Anamaanisha nini? Huyo mnyama anamaanisha nini? Ana habari kwa nini alienda kusoma elimu ya dunia akafikiria ndio kusaelewa Biblia? Msomaji, naam, malizia andiko. E, pali yanafundishwa na roho. Haya maneno hayafundishwi kwa theolojia, yanafundishwa na roho, eh yakifasiriwa. Naam, tuki fasiri mambo ya rohoni kwa. Kwa maneno ya rohoni kwa Roho Mtakatifu wa Mungu anaongoza watu wake kufasiri mambo hayo rooni wakitumia maneno ya Mungu ya Roho. Kwa hiyo hii haihitaji theolojia, inahitaji kitu kinaitwa neologia, yani neology. Unapiga magoti, unaomba rehema za Mungu, anakusaidia kuelewa maana. Waliofunuliwa, si masomo ilifanya wafunuliwe. Hapati mali na shule gani ndio wafunuliwe? Haya, sikiza rafiki ukitaka kuelewa mambo haya unahitaji upige tuombe rehema kwa Mungu akusaidie kuelewa hii, bila hiyo huwezi kuelewa. Ndio maana leo kuna watu wengi wamesoma theology shuleni. Mwite, mwambie wewe umesoma uko na PhD, permanent head damage uko nayo. Tuambie inamaanisha nini? Hana habari. Muulize wewe uko na masters ya divinity, uko na masters ya theology, tuambie inamaanisha nini? Hana habari. Hana enda wote si wako huko, wamesoma biolojia, waite hapa tufundishe hii. Sasa naomba unisikize kwa makini leo, bwana. Nafikiria ni elimu ya shule, hii si elimu ya shule. Hii ni elimu ya mbingu na mwalimu ni Roho Mtakatifu. Hii hata mlevi akiamua kunyenyekea na kukubali kufundishwa na Mungu hata ulevi anaacha na, anakubali na hii. Anakubali. Lakini wale ambao wamelewa na udheebu, wamelewa na mafundisho ya biolojia mimi nataka nikuambie wanaesa shida kuelewa hii sasa, msomaji naam. Nataka tupige hatua. Huyu mwanamke ambaye amekalia mnyama mwekundu sana na ametulia juu ya maji mengi, kwanza maji katika unabii wa Biblia yanamaanisha nini? Ufunuo kumi na saba kumi na tano. E, Ufunuo kumi na saba mstari wake ni wa kumi na tano inasema hivi. Ufunuo kumi na saba Akaniambia eh? mm. Kisha akaniambia yale maji uliyoyaona, maji uliyoyaona hapo yule yu aketipo yule kaba ha? mahali ambapo kaba ametulia ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Oh, kumbe mwanamke amekamata jamaa, mataifa na makutano. Ina maana ya kwamba amekamata kabila zote, lugha zote, mataifa yote, makutano ya watu wamekamata huyu mwanamke, kwa ni mwanamke hatari, amekamata mataifa yote, miongoni mwa Kenya ikiwa mataifa. Amekamata kabila zote, wa Kisii wakiwa miongoni mwa kabila ambayo wamekamata, Wajaluo vivyo hivyo, Wakamba, Wameru, Wajerumani hata Wafaransa wamekamata. Nu ndio mwanamke, ni mwanamke hatari, amekamata dunia sasa. Msomaji Na. amekamata pia wafalme dunia. Huyu mwanamke amekalia mnyama. nini maana ya mnyama? Msomaji Danieli saba nipe mstari wake ni wa 25. Maana kwenye kitabu cha Danieli Danieli alionyeshwa wanyama wakubwa waine, wanyama wakubwa wane. Soma Danieli 7:23, 23, inasema hivi, barikiwa. Akanena hivi huyo mnyama waine atakuwa ni ufalme waine juu ya dunia. Ati huyo mnyama wa wata utakuwa ni ufalme waine juu ya dunia kwa hivyo Yohana Danieli samani alionyeshwa wanyama wakubwa wane, mnyama wa kwanza simba, wa pili ndubu, wa tatu chui, mnyama mnyama itisha na wanyama wanne. Maandiko anasema rudia Danieli 7:23. Eh, inasema hivi. Safi. Akanena hivi. Huyo, huyo mnyama wanne atakuwa ata ni ufalme wanne juu ya dunia. Huyu mwanamke amekalia mnyama, huyu mwanamke amekalia mnyama, huyu mwanamke angalia, amekalia mnyama huyu mwanamke amekalia mnyama zamani, huyu mwanamke amekalia mnyama. Kwa hivyo hapa tunaona kuna mwanamke ambaye amekalia nani mnyama, mnyama. na Danieli anatuonyesha wanyama wakubwa wane wanatoka baharini wote, wana namna mbalimbali. nini maana ya bahari? Isaya kumi na saba kumi na mbili. nini maana ya bahari Isaya kumi na saba kumi safi na mbili inasema hivi: ufumi wa watu wengi. Watu wengi wanafuma kama mfumi wa bahari, ndio nguruma ya mataifa. Mataifa wananguruma kama nguruma ya maji mengi. Au wanyama wakamata, aa, wameikamata mataifa, mata, mata, mataifa yote ya dunia. Mnyama wa kwanza ambayo ni mfalme wan za kukamata serikali zote za dunia alikuwa ni ufalme gani? Maana, maana mnyama ni ufa. Mfalme. Danieli 7:23 e, inasema hivi. Barikiwa. Katika kitabu cha Danieli 7:23 nasema Nyama, kwa soma Danieli wanane, wanyama utaenda kuwasoma Danieli saba kuanzia moja kuteremka hadi mstari wa nane. Danieli anaonyesha wanyama wakubwa wane wanatoka baharini, wote wana namna mbalimbali. Mnyama wa kwanza simba, wa pili ndubu, wa tatu chui, wa nne mnyama wa kutisha. Soma andiko. Akanena hivi, huyo huyo mnyama atakuwa ata ni ufalme wa nne juu ya dunia. Maana yake mnyama wa kwanza, wa kwanza ufalme wa dunia. Mnyama hey, wa nne ufalme wa dunia. Msomaji, naam ufalme mnyama wa nne ni ufalme wa nne juu ya dunia. Mnyama wa kwanza ni ufalme wa wa kwanza wapi? Eh, duniani duniani. Mnyama wa pili ni ufalme wa wa pili wapi? Duniani. Mnyama wa tatu ni ufalme wa wa tatu wapi? Duniani. Mnyama wa nne ni ufalme wa wa nne wapi? duniani. Dunia duniani. Alafu kuna anza tumalizana wanyama wanyamani, ufalme gani? hamsini kumi na saba kitabu cha Yeremia, mka msomaji, hatuna muda, nataka kuandaka kuandeka tuache tuwe eh, tumesaidia watu kuelewa nini tunazungumzia. So maandiko eh, Yeremia hamsini 17 eh, inasema hivi, barikiwa. Israeli ni kondoo eh waliyetawanywa, eh Israeli ni kondoo waliyetawanywa. Simba amemfukuzia mbali, ufalme ambao wa Simba. Simba amemfukuzia mbali, eh, kwanza mfalme Ashuru. Kumbe Simba anasimamia Ashuru, eh, mf, eh, mf, eh inasema eh, na mwisho eh, kwanza mfalme Ashuru amemlaza eh, wewe amemla soma inasema ndio, e, Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Nipe habari, Simba amemfukuzia mbali, Simba amemfukuzia mbali. Kwanza mfalme amemla, kwanza ni mfalme wa Ashuru amemula, na mwisho ni Nebukadneza, huyo ndio mfalme wa Babeli. Kumbe Simba anasimamia mfalme wa Ashuru, ambao pia ni mfalme wa Babeli wa Babeli. Tulia maana wale walikuwa wanashikwa mateka wale wa Israeli wanapelekwa Babeli, walichukuliwa mara ya kwanza mwaka wa mia saba ishirini na tatu waliyechukuliwa ni Israeli, yale mataifa kumi Samaria, wakachukuliwa wakapelekwa mateka na Ashuru, wakapelekwa Babeli. Baadaye mtu ambaye anaitwa Manase aliyekuwa na tawala Yuda, yale mataifa mawili yalibaki Yerusalemu, yakachukuliwa mateka yakapelekwa pia Babeli na Ashuru. Mwishoe Nebukadneza mfalme wa Babeli akaenda kateka Yerusalemu yote akaichukua Babeli kwa hivyo wapendwa simba ni ufalme wa babeli ulioteka serikali zote za dunia mpaka hata serikali ambaye ilitambulikana ni serikali iliyo chini ya mungu wakakubali kujitia chini ya utawala wa babeli wa babeli kwa sababu ya uasi wao ufalme wa kwanza babeli ufalme wa pili msomaji baada ya babeli kuisha kwake danieli tano ishirini na tano kukingia ufalme gani wa pili Eh katika kitabu ni cha danieli tano danieli tano ishirini na tano Danieli tano ishirini na tano inasema hivi, baada ya ufalme wa Babeli waliotawaliwa na mfalme Nebukadneza, baadaye kukainuka mfalme mwingine wa Babeli anaitwa Belshaza, akaamua kutumia vyombo vya kala Mungu kunywa pombe, baada ya kuweka shee kubwa. Baada ya kufanya hivyo, akaona kitanga cha mkono kimekuja kimeandika ukutani. Kiliandika maneno gani? Soma andiko na maandiko na maandiko yaliyo, yaliyo andiko ni haya gani? Mene mene mene tekeli na peresi mene, mene tekeli na peresi Lipabari. Na tafsiri ya maneno haya ni gani? Mene. Mene. Mungu ameuhesabu ufalme wako na, na kuukomesha. Tekeli ndiyo umepimwa katika mizani na we... nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi ndiyo ufalme wako, ufalme wa Babeli ukagawanyika na wamepewa Wamedi Uamedi na Wajemi. Ufalme wa pili kuingia, ndio inaitwa ufalme wa Wamedi na Wajemi, ulionyang'anywa mamlaka yake ufalme wa Babeli. Ukanyang'anywa mamlaka yake ni ufalme wa Wamedi na Wajemi, mwaka wa mia tano thelathini na tisa mwaka wa mia tano thelathini na tisa mwaka wa mia tano thelathini na tisa ufalme wa mena wa jemi ikaanza kutawala. Kutoka pale tunaingia ufalme watatu, ufalme wa watatu ambao uliingia kutawala. Danieli nane ishirini kisha ishirini na moja Nipe habari msomaji. Eh, inasema hivi eh. Danieli nane ishirini mpaka ishirini na, na moja: yule kondoo mume ulie uliyemwona ee mwenye pembe mini, ndiyo hizo ndizo wafalme wa uademi na uajemi. Kwa hivyo ufalme wa mena wa jemi ambao katika Danieli saba unafanishwa na dubu, katika Danieli nane ukafanishwa na kondoo mume, yaani mnyama wa nyumbani. Katika Danieli saba ufanishwa na mnyama wa... wa mituni, lakini katika Danieli nane ufalme ule unafanishwa na mnyama wa nyumbani, kondoo mume, mwenye mwenye pembe mbili. Hizo ndizo wafalme wa Wamedi na, na Wajemi. Ufalme wa pili bado wamene wa jemi teremka na andiko e. Na yule beberu mwenye mwenye, mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani, mfalme wa Uyunani katika Danieli zna, saba ulimfanishwa na mnyama ambayo anaitwa chui, lakini na kuna vichwa vinne, lakini katika Danieli nane unafanishwa na beberu aliye na manyoya mengi. Ufalme wa tatu unaitwa ufalme wa Uyunani ambayo ulishinda ufalme wa mene wa jemi Mwaka wa mia tatu thelathini na moja BC, kabla ya Kristo Yesu, katika vita kubwa zinaitwa vita za Ipsas, vita za Ipsas. Teremka na andiko, msomaji, inaendelea kusema achia pale, baada ya hivyo ukainuka ufalme, sasa ufalme wa nne ambao unaitwa ufalme wa Roma. Msomaji, ufalme wa Roma, Danieli saba nipe mstari wake, ni wa saba na wanane, soma andiko, inasema ndiyo E, katika kitabu ni cha Danieli 7:7. Eh, baadaye nikaona katika njozi ya usiku hmm. Na natazama mnyama wa nne. waine. Mwenye kutisha anatisha, mwenye nguvu ako na nguvu nyingi duniani, mwenye uwezo mwingi alikuwa na uwezo mwingi naye alikuwa na meno ya chuma, ndiyo makubwa sana, na meno yake ni makubwa sana. Alikula na kufunja vipande vipande, na alikula dunia na akaivunja dunia vipande vipande akitumia meno yake na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake na mabaki ya dunia kwa miguu yake. Soma. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, ndiyo, naye alikuwa na pembe kumi. Mnyama wa nne ako na pembe ngapi? Kumi. Soma andiko. E, nikaziangalia sana pembe zake. E, nikaangalia sana zile pembe zake, natazama pembe nyingine ikazuka kati kati yao, nayo nayo ilikuwa ndogo, ambayo ambayo mbele yake pembe tatu katika, zi. katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Ndio natazama e. E, katika pembe hiyo na macho kama macho ya mwanadamu na, ki, na kinywa kilikuwa ki, kinena maneno mako tulia kwa hiyo huyu mnyama wa nne msomaji ni ufalme wa nne Danieli saba ishirini na tatu turudia e, inasema barikiwa akanena hivi huyo huyo mnyama wa nne hata utakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia huu ufalme wa kulandia msomaji ni ufalme gani wa mwisho wa nne kulandia nipe kitabu cha Yohana kumi na moja na ufalme huu unaitwa ayo ni monarchy ni ufalme wa maana maandiko amesema iko na meno ya chuma. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli mbili na mstari wa arobaini maandiko anasema ufalme huu una nguvu mfano wa chuma, na kama vile chuma useta na kuvunja vitu vyote, ufalme huu utavunjavunja na kuseta na kula dunia. Kwa hiyo, ufalme huu unapotawala dunia, unatawala kwa njia and naitwa divide and rule, yaani kawanyisha, kisha utawale ufalme wa Babeli huku kutawala hivyo, Wamedi wa Ajemi wakutawala hivyo, ufalme wa Kigiriki huku tawala hivyo, lakini ufalme wa mwisho wa Roma unatawala kwa njia kuonyesha dunia vipande vipande ili utawale bali utawala ambao natawala ni utawala wa mwanamke amekalia mjamaa. Nataka kukuonyesha hiyo utawala wa mwanamke amekalia serikali. Mwanamke amekalia serikali ni utawala ndao kuleta kwake nani? Utawala wetu wa kipindi hiki, msomaji. Naam, sasa kwanza tuko hapa, acha niangalie hapa, ndio ni kuleta kwa utawala wa mwanamke ambaye amekalia msomaji, amekalia serikali. Ni serikali gani? nipe kwenye kitabu. Na hiyo serikali ilikuwa tawala dunia yote kwa njia kuvunja vunja dunia yote vipande vipande na kuikanyanga. Msomaji, naam, nipe kitabu cha Yohana eh, 11:47 11:47 inasema, inasema hivi, barikiwa. Basi wakuu na makuani wakuu wa makuani na mafarisayo we, wakakusanya baraza, wakakusanya baraza, wakasema wakasemaje? Tunafanya tu, e, tunafanya nini? tunafanya nini? maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Huyu mtu ambaye ni Yesu anafanya miujiza mikubwa. Ndio tukimwacha hivi, tukimwacha Yesu hivi, watu wote watamwamini, ati watu wote watamwamini. Kumbe watu walikuwa na shida na watu kumwamini nani? Yesu, soma andiko. Na Warumi watakuja hey, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Kumbe watu wa dini wako na shida na watu wakiamini Yesu, wakasema mwacha hivi watu wote watamwamini watamwamini. Na Warumi kwa hiyo taifa aisho kutawala dunia ni ito serikali ya ro, Roma. Ya Roma, Empire, serikali ya Roma ndio serikali ya kutawala, na hii serikali ya Roma iko na hatua za kutawala. Kwanza inaanza na serikali ya Roma ya kipagani inakuja serikali ya Roma inagawanyika, ambayo ni pembe kumi alafu, kisha inamalizia serikali ya Roma nakiikanisa, serikali ya mwanamke. Nataka kuonyesha sasa hii, msomaji no. Tunapiga hatua, tunaanza na serikali ya Roma ya kipagani kwanza, inagawanyika mara kumi, dalili saba nipe na. Hii serikali ya Roma ndiyo iliua Yesu msalabani, lakini ili serikali ya Roma ihusike kwa Yesu msalabani, ilihusishwa na watu wa madhehebu watu wa madhehebu na hata ikao, wanafunzi wa Yesu na kuweka gerezani, waliohusika ni watu wa madhehebu msomaji. Natoa mfano nipe na. kitabu cha Mathayo ishirini na saba soma moja, twende eh, inasema hivi ndio. Na ilipokuwa asubuhi, ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuani wote na, na wazee wakuu wa makuani na wazee wa kanisa e, na watu wakafanya shauri juu ya Yesu, wakakaa kikao baraza, inaitwa baraza ya San wakakaa kikao church board, wakasema hivi, twende wapate kumuua. Ati wakapanga mpango wa kufanya nini? Kumuua. Kumbe hizi vikao za church board hizi, ndio bado zinakuja kusita Yesu. Kipindi cha mcho duniani, walikaa baraza, wasulubisha nani? Yesu. Alafu maliza andiko e, inasema ndiyo, waka wakamfunga, wakafunga Yesu wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato. Pilato aliyekuwa liwali, Pilato ambaye ni governor ni kiongozi wa kanisa ama ni kiongozi wa serikali? wa serikali. Ni serikali gani ilikuwa inatawala wakati huo kirumi? Ya kirumi ina maana ya kwamba serikali ya Roma. Hata wakati wa Yesu watu wa kanisa walihusika kuuza Yesu kwa serikali ya Roma ili serikali ya Roma imuue Yesu. Sikiza yeah, kwa makini na serikali zote za dunia. Na sisi hatuna vita na serikali, lakini serikali yoyote ya, ya dunia ikiwa kinyume cha Mungu hatuko pamoja nayo katika upande wa kwa kinyume cha Mungu. Hakuna serikali ya dunia imekubali kwa upande wa Mungu wakati wote, serikali za dunia zinaamua kwa upande wa shetani na kupigana na wale ambao wanahubiri ukweli na wanasema ukweli. Hivyo ndio inafanyaga serikali za dunia, lakini wanahusishwa na watu wa ibada, watu ambao wanajidai wako katika ibada ya Mungu, ndio wanahusisha serikali kutesa wale walio katika ibada ya kweli ya Mungu wale ambao wameondokea ibada ya kweli ya Mungu huwa anauzia serikali za dunia kudini na wale ama kusumbua wale ambao wamekataa ibada za dunia ambazo wanasema ni ibada za Mungu. Nataka usikize kwa makini. Babeli ilifanya Shadraka, Meshaki na Abednego watupwe ndani ya moto. Wameni na Wajemi walitupa mtu ambaye anaitwa Danieli ndani ya tundu la simba kwa sababu akakataa kuabudu mwanadamu wale vijana watatu walikataa kuabudu sanamu, hata ingawa leo watu wanaabudu sanamu bila kusurutishwa. Wakati ule mfalme Nebukadneza alisema watu wote wakisikia sauti ya panda, virimbi, namna zote za ngoma, watu wainame na kuabudu sanamu. Mfalme Nebukadneza alisimamisha, mfalme wa Babeli, na ubabeli huo uko duniani leo. Leo ndio unasikia rege ya Yesu, ndombulo ya Yesu, lingala ya Yesu. Wewe umesikia wapi katika Biblia lingala ya Yesu? Wewe umesikia wapi? Hiyo ni ubabeli imeingia kanisani. Nanyie hamna habari? Ati lingala Yesu wangu inaokoa. Ati lingala Yesu wangu inabariki. Ina... Wewe lingala, inabariki. Wapi umesoma lingala Yesu ndani ya Biblia? Wapi umesoma? Ni ubabeli huo umeingia kanisani. Ndio maana leo watu wanakatika kama dunia kama vile kativu na katika, ndio unapata mtu wa kanisa wako hivi tu, tu, tu, tu, tu, cheza cheza, ruka. Hey. Ha. Ha, ha. Ulize hizi ni vituko gani unafanya? Hata Yesu alifanya hivyo? Hata wanafunzi wa Yesu walifanya hivyo? Hata mitume walifanya hivyo? Unaona, ni vituko ambazo watu wamejitungia, haziendani kabisa na mpango wa Mungu. Isikondanza za dunia za kilabu zimeletwa ndani ya kanisa. Ubabeli, ubabeli, tunakuja pole pole. Ubabeli, ufalme Waine ndio tunaangalia. Na hapa ndio kuna shida hapa kwa ufalme wa ile wa Roma. Na Roma iko na hatua za kutawala. Sasa, Roma ndio ngawanyika msomaji. Naam. Na hii ufalme huu unaona huu. Baada ya ufalme huu kutupa Danieli ndani ya tunda simba. Kwa sababu mwanadamu alikaa kuabudiwa. Angalia ufalme wa tatu ulileta masomo ya teolojia na filosofia. Andiko mbili a moja wa Korinto wa kwanza. Moja soma. Eh, Wakorintho wa kwanza. Wayunani Wayunani ndio alileta masomo ya filosofia, ambaye imechanganya watu leo, inaitwa human human reasoning. um, thus the say the lord Bwana anaposema hivyo, anasema hapana, wanaleta dhana zao na mawazo yao, ndio shida ya madini ndini nyingi, nyingi. Leo leo ndio unaona dini zikuwa nyingi. kwa sababu gani? Watu wameleta dhana zao na mawazo yao, wakasema ndio mungu anasema, na si Mungu anasema hivyo. Wanaacha Biblia, wanaleta dhana zao za mawazo yao. Unachangaa leo, mtu amesoma miaka saba university, muulize, mbona unanyunyizia mtu maji kwa kichwa, unamwambia umembatiza? Ni andiko gani ulisoma? Ana mawazo yake tu. Soma andiko, msemaji. Eh, inasema hivi, twende Eh, kwa maana e, katika hekima ya Mungu unasoma wapi? Eh, Wakorinto wa kwanza moja mstari wake ni wa 21 22, msomaji. Eh, inasema. Barikiwa. Msomaji e, inasema Barikiwa, kwa sababu eh Wayahudi wanataka ishara, Wayahudi wanatafuta miujiza hata leo. Kuna watu wa kanisa ambao wanatafuta miujiza, wakisikia Pastor Ezekiel ako katika kiwanja, sijui stadium ya, ya, Kisii stadium, wako huko wamejaa, wanatafuta nini? Ishara. Ni ukweli anatafuta ama nimeujiza nimeujiza. Leo mtu anapanda gari, analipa, anaenda kwa Pazezeke, anaendea nini? Ni ukweli ishara, ni ukweli anaendea huko miujiza. Si ni mafuta ya upako ndio anaendea kununua? Si ni maji ya upako, maji ya baraka. Wewe ni kuuliza hivi, ni nabii mgani wa kweli wa Mungu ama mtume wa Mungu? Aliuza mafuta ama maji? Yesu anasema, umepewa bure toeni bure vipawa vya Mungu ni vya bure wapi unu, umesikia kipawa cha Mungu kinanuliwa na pesa? Wewe unatoka hapo endakakaua mafuta, uchawi hiyo, ni uganga. Wahubiri wa uongo ni wanganga wa kienyeji, wamechukua Bibilia wakavaa ngorevu mzuri wakavaa kiatu, naangalia mapua, akaingia kanisa na Bibilia, wanganga maana walijua watu wanataka sana unganga na wanaenda usiku wakiwa wamejificha, wakaamua twende kanisani, watu wakuja hadhara hadharani, right. Mchana mkiona leo, sikia pasta anaitwa War akiweka mkutano, anaambia watu kujeni msikize dua Mungu, ama kujeni msikie muone miujiza, muniambie hata nini, muniambie kama, kama nabii War sinambiwa uongo. Wapi andiko inasema tukienda mkutano, tuweke mkutano, tuambie tuambie watu kujeni, muone tukifanya miujiza. Wapi andiko? Hata Yesu alipoenda akihubiri, hakuambia watu joni, muone miujiza. Alienda akihubiri, akipata mtu akona shida, anamsaidia. Na ukitaka kujua ni ukweli, hao mapasta hao wanajiita manabii, ni manabii wa uongo, mwambie hivi Mwambie hivi, mbeba kiwete yako uende na yeye. Wapo, mwambie nimekuletea kiwete, ponya, uone kama ataponya. Wanaponyaja, wanaponyanga, wanaponanga wale, wao wamebeba wamekuja na wao wako, enda na yeye uone kama atapona. Na akikosa kupona ukileta shida anakuambia una imani wewe, unaweza kosa kuwa na imani. Ubebe kiwete kutoka hapa uende mpaka mpaka huko Kisii Stadium. Ubebe kiwete kutoka nyumbani kwako upeleke stadium ya Kisii kama una imani. Uongo hiyo, hiyo ni uongo na kama ni mkweli mwambie ngie y hospitali kubwa ya Kisisi, ui levo ngapi? Level 6. Mwambie ndio hapo, apowambia wale wale wagonjwa wako huko, poneni, endei nyumbani, ndio tumtambue ni muumbili wa ukweli, tumutambue mijiza anafanya ni ya ukweli. mwambie afanye hivyo. Rafiki maliza andiko eh, inaendelea kusema na wayunani eh, na Wayunani wanatafuta hekima na Wayunani walitafuta hekima, si hekima ya Mungu. Tatu kumi na nane. Kitabu ni kile cha Wakorinto wa Kwanza tatu kumi na nane. Hekima ambayo Wayunani walitafuta si ya mbingu na si ya Mungu, ni ya dunia. Na ndio leo wasomi wengi wanatafuta elimu ya dunia ambayo inawakoroga akili, wanaacha Mungu. Kwani leo wenye wanaanza na mambo ya ushoga ni ya wasomi ama ni watu wa, wa, wa kawaida wa mashambani tu? Ni wasomi. Mtu anaenda anasoma masomo kubwa lakini ana akili yeah. Anasoma kwa kuna masomo lakini akili hauna. Kwani wanataka kuniambia mtu ambaye amesoma mpaka university, amesoma mpaka university, lakini anasoma pakiti ya sigara inasema uvutaji wa sigara unadhuru afya yako, lakini bado unavuta sigara. Hako na akili huyo? Hapana wewe, hako na akili gani? Mwingine hata ni daktari, daktari kabisa, anafanya upasuaji hospitali kubwa, lakini anavuta sigara, na hiyo sigara pakiti yake imeandikwa uvutaji wa sigara unaleta kansa.